Kijana mwenzangu, unaambiwa oa, unaita ujuaji. Kila siku oa, unaita ujuaji, unabadilisha wanawake kila siku, unapeleka geto. Ndugu yangu, au wanawake unawabadilisha, kwapeleka geto, siku hiyo mwanamke akikufia ndo utakuja kujua umuhimu na ubaya wa vyombo vya habari, na utakuja kujua umuhimu na ubaya wa neno upelelezi haujakamilika pale utakapopelekwa Kisutu, alafu unaambiwa upelelezi haujakamilika alafu vyombo vya habari Crown, TBC vinaripoti mnamo saa tisa kamili, ndugu Rajabu Kindagule alipelekwa mahakama ya Kitusu, lakini upande wa mashtaka umesema upelelezi haujakamilika, mtuhumiwa amerudishwa rumande mpaka tarehe ishirini na mbili ya mwezi unaokuja, itataja tena. Na hapa ndio stori ya Rashida, alipoaga umauti wake ilikuwa nyumbani kwa bwana Rajabu Kindagule, alivyofika akashikwa na umauti, ambapo mpaka leo hatujajua umauti huo ulisababishwa na nini. Je, bwana Rajabu Kindagule ana mkono wa kupiga, au je, bwana Rajabu Kindagule kuna kitu alimwekea? Tunaiachia mahakama itoe uamuzi hapo, ndugu yangu. Hey, my frendi, my frendi hapo hapo, my frendi hapo. Oeni, acheni ujuaji, mtakuja kunishukuru. Shauri yenu, naudia tena, oweni, acheni ujuaji, mtakuja kunishukuru. Nawambieni vijana wenzangu, oweni, mtakuja kunishukuru. Mi nipo zangu saizi hapo na mtoto, watu wa Kichaga ana ananiandalia chai chini, nitoke nende, nika, nika, nikafanye kazi zangu za kujidhalilisha huko, nipate maokoto, nialete hapa, sema hala.